Kubwa mambo vipi? Leo nataka nikuoneshe namna ku hide application kwenye simu yako kwa njia rahisi ndani ya sekunde kadhaa. Kwa mfano, utaona hapa kuna application, kuna Facebook, kuna Instagram, kuna Twitter. Nataka nikupendekezea shortcut ya kuzi hide kutokana na mazingira utakayokuwepo, aidha mwanandoa, mchumba, hivyo yani. Kitu cha msingi unachotakiwa kufanya, uta click kwenye screen yako kama sekunde kadhaa hivi. Baada ya hapo utakuja kwenye home screen setting, chap baada ya hapo utashuka hadi kwenye hide apps hapa chini. Ukisha click hapo, utakuta application zako zote ziko hapa. Baada ya hapo utaangalia application ipi unaweza ka hide isionekane kule. Kwa mfano, nitagusa WhatsApp, nitagusa Twitter, um, nitakuja kugusa Threads, nitagusa uh, nita Instagram. Instagram, yes, nitakuja kugusa Facebook. After that nita apply hapa Nikisha apply hapa nitarudi, nita back up hide hapo, hutoziona tena application hizi hutoziona mpaka pale tena utakapoenda kule kwenye setting kuzi ani hide moja, utakuja hapa tena utagusa hide si hapo, utazi, ani hide si hapa, na zitarejea kama kawaida kwenye setting yako, yes. Nadhani wote tumeona application zimesharejea. Kwa hiyo usiache kusubscribe channel yako kwa trips kali za teknolojia. Chao.